Patrice Motsepe amechaguliwa tena bila kupingwa kuwa rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Caf, ikiwa ni muhula wake wa pili madarakani. Raia huyo wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 63 ambaye amekuwa rais wa Caf tangu mwaka 2021 alitangaza uamuzi wake wa kugombea tena Oktoba mwaka 2024 Kamera, kamera. Kuchaguliwa kwake tena kwa muhula mwingine wa miaka minne kulithibitishwa katika mkutano mkuu wa CAF mjini Cairo Misri uliofanyika leo Jumatano na kuhudhuriwa pia na rais wa FIFA Gianni Infantino. Motsepe, gwiji wa madini ambaye pia anamiliki klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, alisema anatazamia kuendeleza maendeleo mazuri aliyoyafanya tangu aingia madarakani miaka minne iliyopita. Kevin Sewe, Mwanzo TV. Silent.